Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Karibu tusikilize somo la injili la Ijumaa ndani ya dominika ya kwanza Kwaresma na tafakari yake. Injili ya Matayo sura ya tano aya ishirini hadi ishirini na sita. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, maana anawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo amtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni kila amwoneaye ndu, ndugu yake hasira, itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni na ukukumbuka ya kwamba ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asija kakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupa gerezani. Amini nakwambia utoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, msamaha uponya. Yesu anatoa angalizo kubwa kwa kusema haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mafarisayo na waandishi walijihesabia haki, wajihesabia haki kuwa watu wema. Ndugu yangu, Mungu pekee ndiye hutuhesabia haki, tena si kwa mataka, matakwa yetu bali kwa matakwa yake, kwa sababu yeye tu ndiye haki. Sisi binadamu tunashiriki tu ukamilifu wa Mungu kwa kuwezeshwa naye. Sisi si wakamilifu, tunahitaji kwa watu wa msamaha kuwasamehe wenzetu wale pale wanapotuomba msamaha, lakini pia kuomba msamaha pale tunapowakosea wengine. Unaposamehe unajiponya mwenyewe, lakini pia unamponya mwenzako. Na sadaka zetu kwa Mungu huwa safi na za kumpendeza Mungu pale tunapokuwa na amani na ndugu zetu. Ndio maana tunapewa mwaliko kwamba endapo una neno lolote juu ya ndugu yako lolote juu ya jirani yako ni bora kuacha sadaka yako pembeni ukaenda ukapatana naye, ndipo urudi kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka yako. Sadaka zetu zinapokelewa na Mwenyezi Mungu pale tunapozitoa tukiwa na amani, tukiwa na mapatano na ndugu zetu. Ni mwaliko wa kuishi maisha ya amani, maisha ya umoja, maisha ya mapatano pamoja na ndugu zetu, ili Mwenyezi Mungu aweze kupokea sadaka zetu. Akubariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.